maandamano si katika uislamu ni fikra za wamagharibi ndio ambazo ndio ambao wamezingiza kwa watu lakini katika uislamu hakuna maandamano hakuna maandamano katika uislamu uislamu sio dini ya fujo wamagharibi wao ndio wanaosema kwamba kuna uhuru wa kuzungumza uhuru wa kufanya chochote kile unachokitaka fanya lolote unalolitaka kwa jina la uhuru na kwa jina la kudai haki za binadamu maneno mazuri wamehadaika nayo wajinda, lakini katika Uislamu hakuna hakuna maandamano. Na maandamano hakuna yalichotengeneza yametengeneza yali nini? maandamano ni maslahi gani yaliyopatikana kwa sababu ya maandamano? Ni mafsada mangapi yaliyopatikana kwa sababu ya watu kuandamana? Ni damu ngapi zilizomwagika? miji imeharibika. Kwa sababu ya maandamano katika nchi hii maandamano yamefanywa mara ngapi, na ni ipi natija yake? Tujifunze kwa yale yaliyotokea katika ardhi ya nchi hii na katika ardhi za nchi nyingine. Haijanusuriwa dini wala haijapatikana dunia kwa sababu ya maandamano. Tuweni ni wenye akili, sio kila anayezungumza tumtegee sikio, sio kila mtu kumtegea sikio.